Kura zote kwa ujumla kama tulivyoeleza zilikuwa sitini na nane na katika kura hizo kura halali ni hamsini na sita. Baada ya kuhesabu kura hizo, Mheshimiwa Naima Sadu Hamadi wa chama cha UDP amepata kura 0 sawa na asilimia 0. Mheshimiwa Suleiman Ali Hamisi wa chama cha ABC ameka, amepata pia kura sifuri sawa na asilimia sifuri, na Mheshimiwa Chausiku Hatibu Muhammad wa chama cha NLD yeye yeah, amepata kura tatu sawa. Kura 12 zimeharibika. Mheshimiwa, Mheshimiwa Zubeir Ali Maulid yeye amepata kura hamsini na tatu. Naomba nichukue nafasi hii ni kutoa shukurani zangu za dhati sana kwenu nyote kama kawaida, waheshimiwa wajumbe, na ni waahidi kwamba tutafanya kazi kwa mashirikiano kama tulivyozoea kushirikiana kama hapo awali. Na nitakuwa nnasikiliza napata na kupokea ushauri kutoka kwenu ili tuweze kulifanya uzuri sana jambo hili msingi tumeapishwa na mimi tayari nimekula kiapo cha kuwa mwakilishi rasmi wa jimbo letu la Kijini. Kwa hiyo, wananchi wa, kwa hiyo kikubwa ninachotaka kuwahakikishia wananchi wangu wa Kijini kwamba wasiwe na wasiwasi, waniamini kwa nafasi ambayo wamenikabidhi nakwenda kuwatumikia na nakwenda kuwa vion, viongozi wao wote, wananchi wote kwa ujumla. Tumekuja kwenye Baraza la Wawakilishi kwa sababu ya mandeti ya wananchi na kwa ridhaa hiyo, ndio maana tumekuja hapa kwa ajili ya ku yatetea yale ambayo wananchi wanataka, lakini kuyaondoa madhila ambayo wananchi wamekuwa wakiendelea kipindi kwa kwa, chote. Nahisi katika miaka mitano hii ninahitaji kuwa mbunifu zaidi, hasa kuwa karibu na wakina mama katika kuwakomboa. Hata nilipopita katika kampeni, jambo moja nimegundua kwamba ukimsaidia mama katika nyumba, unaisaidia familia. Nitajitahidi sana kuja na mikakati endelevu ya katika kuwakomboa wakina mama lakini pia sitaacha na vijana na wazee wetu. Sisi malengo yetu ni kuja kuwatetea Wazanzibari. Tumekuja katika Baraza la Wawakilishi kwa lengo la kuja kuwatetea, kuhakikisha kwamba yale ambayo wanastahiki kuyapata basi wayapate, kama wananchi wa Zanzibar ile haki yao ambayo wanastahiki kuipata waipate. Yule mnyonge ambaye ana, ana, ana, ana, ana, ana, pengine ana changamoto basi tuweze kumtetea. Hilo ndio lengo la sisi kama chama uh, kuja katika Baraza la Wawakilishi.